Hii ni Bugoma TV. Habari Habari. Lakini pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ujio huu tuliokuja kuufanya leo hapa ni kwa niaba yake na ninamshukuru kwa niaba yenu kwa sababu amekuwa ni rais mwenye upendo, rais mwenye kujali, mama ambaye anathamini kila mmoja mahali popote alipo bila kujali yuko umbali wa kiasi gani na kwa maana hiyo uh, sista, kiongozi wa kituo hiki cha kulelea watoto yatima na wenye mahitaji maalum, pokea wewe pamoja na watoto hawa, pokeeni salamu za Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambazo amewatumia, amewaombea baraka, amewaombea afya njema, amewaombea mwendelee kuchapa kazi, amewaombea mwendelee kuonyesha upendo wa hali ya juu katika kuwalea watoto hawa ambao ni taifa lijalo la kesho la nchi yetu hii ya Tanzania. Lakini pia Mheshimiwa Rais amewashukuru sana, kwa sababu kama kusingekuwa na kituo hiki na malezi haya, huenda watoto hawa wangekuwa wameangukia kwenye mikono isiyo salama. Lakini kwa maana ya kuwa na kituo hiki na utaratibu wa kuwa na watoto hawa mahali hapa, watoto hawa wapo salama. Mheshimiwa Rais anawasalimia na anawashukuru sana kwa hilo na anawaombea uh, watumishi wote walezi wote anawaombea heri na anawaombea baraka. Kwa maana hiyo vyakula vyote mnavyoviona hapa na vifaa mbalimbali vitakavyosaidia watoto hawa kama vile mnavyoona nepi, mafuta, vinywaji, uh, vyakula vya aina mbalimbali kama mnavyoona, lakini pia mboga za aina mbalimbali, basi mjue ni Mheshimiwa Rais ametoa kwa ajili ya watoto hawa. Niwaombe sana ndugu wanakatavi wenzangu, kwanzia kwenye hiki kituo na maeneo mengine, wote ambao watatusikia na watatuona, kwamba tuendelee kuthamini sana mchango mkubwa huu ambao Mheshimiwa Rais anaendelea kutupa katika mkoa wetu wa Katavi. Ameendelea kutuonyesha upendo kwenye kuboresha huduma, kuboresha miundombinu, lakini na kujali pia kwamba kipindi hiki cha sikukuu wako watoto na yako makundi maalum ambayo yanahitaji kusaidiwa yanahitaji kushikwa mkono ili na wenyewe waweze kufurahia. Kwa hiyo tuendelee kuthamini sana kwamba tumepata rais anayejali jari, rais mwenye upendo, rais anayejua kila mtoto kule aliko au mtu mzima mwenye mahitaji maalumu alipo na kumfikishia mkono wake. Kwa hiyo ninaomba mpokee salamu hizi za Mheshimiwa Rais kwa moyo mkunjufu kabisa, na mtembee kifua mbele kwa sababu tunaye rais ambaye anajali, rais ambaye ana upendo, rais ambaye Anahakikisha kwamba kila mmoja ndani ya nchi ya Tanzania anaishi kwa amani. Nikushukuru na wewe pia kwa kufanya jambo hili kubwa, kuja kutoa katika eneo hili letu. Wananchi wa Katavi wako wengi, ungeamua kupeleka mahala pengine popote, lakini umeona ulete hapa kama sehemu ya jamii ya Wanakatavi. Tunakushukuru sana na Mwenyezi Mungu akubarikie sana. Amen. Naomba nikushukuru kwa dhati ya moyo kupitia hadhira hii kwa jinsi unavyoendelea kukilia na kukipenda kituo hiki. Mungu akubariki sana. Nashukuru pia kwa mheshimiwa sana Rais wetu kwa jinsi anavyoendelea kukitambua, kukijali na kuwajali watoto hawa. Tunashukuru sana na tunamshukuru Mungu kwa hilo. Watoto wako mama, mpaka sasa wako thelathini na nane wapo wenye wako shuleni sekondari. Unafahamu kwamba watoto wako wametoka hapa wameende, wameendelezwa kitaaluma kutoka kutokuwa darasani wakaingiza wamemkwa wameingia wamemaliza wamefaulu darasa la saba. Hii yote ni kwa ajili ya kuwajali hawa watoto wetu, ili kesho yao tuitengeneze sisi na hasa kesho anazi, kesho watoto wetu hawa anazidi kuitengeneza Mheshimiwa Rais wetu kwa kuwajali watoto hawa na kuwajalia waweze kupata chochote kitakachokuwa msaada katika makuzi yao kiroho, kiakili na kimwili. Naitwa Idrisa Maulid Mapigi. Nashukuru Mama Samia Suluhu Hassan kwa sadaka hii aliyoitoa, ya maana yake kawakumbuka watu wote Kiukweli, Mwenyezi Mungu aweze kumlinda na aweze na, na kumkamilishia yale yote mahitaji yake anayoyataka kwa wakati, kwa sababu ya kujali Waislamu wenzake, lakini pia hata kwa wale ambao wasiokuwa Waislamu na sadaka hapa msikitini unapata kama ilivyo kawaida yetu. Kwa jina anaitwa Tatu Abdalla, ni mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake wa Kiislamu mkoa wa Katavi, msikiti mkuu kwa tukio la leo kupitia mkuu wetu wa mkoa, kwa kweli tunashukuru sana zawadi zilizotoka kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mambo mengi ameyafanya, lakini pia kwa kutambua umuhimu wa mwezi wa Ramadhani, ameweza kutukumbuka mkoa wa Katavi. Hii ni Bugoma TV habari.